Matokeo ya Simba na kesho, anafuzu ama? Ah, bwana, ndoto ambayo nimeiota mechi inakwenda kwenye mikwaju ya penalty na, na shujaa wa mechi ni Musa Pempini Kamara. Simba anatoka, Simba anakwenda kwenye hatua ya fainali, kwa maana anashinda akiwa ugenini kwa mikwaju ya penalty. Na of course, Simba nawaelewa kwa nini walilaumu, kwa sababu tayari walikuwa wanahitaji kitu zaidi, kwa maana mabao mengi zaidi ya lile ambalo walipata. Ukirudi kwenye mechi ya Simba dhidi ya Almasi kwa nafasi moja adhabu sana Shomali Kapombe alipoteza. Lakini kwa nini haikuzungumzwa? kwa sababu tayari Simba alivuka kwenda kwenye hatua ambayo ilikuwa inafuata. Si tutamdiscuss Fadlu Davids kama miongoni mwa makocha ambao wamewahi kupita kwa maana miaka ijayo kwa tutamdiscuss kama miongoni mwa makocha bora kwa sababu amevunja ule mwiko ama ile historia ambao imekuwekwa na makocha ambao wamepita kwa hivi karibuni. Kwa hiyo na uh, naamini miongoni mwa timu ambao msimu huu ina wachezaji wasikivu sana ni klabu ya Simba. Wachezaji asilimia kubwa sana wamekuwa wakicheza kwenye mbinu za mwalimu, kwa maana uh, wanacheza sana mbali na jitihada ambazo wanazionyesha, lakini wanaishi sana kwenye matakwa ya mwalimu. Ndio maana Simba imefanikiwa kubadilisha kila ambacho wengi walikuwa wakitarajia kwa hivi karibuni. Kwa hiyo bwana yes, tuko naye Yusuf hapa kupigia stori mbili tatu kuhusiana na wekundu wa Msimbazi, Simba ambao wako pale nchini South Africa katika jiji la Durban ambapo wanakwenda kucheza mchezo wao wa mkondo wa pili wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika wakitafuta fainali mara baada ya miaka kadhaa tangu pale elfu moja mia tisa tisini na tatu walipoingia fainali kwa mara ya mwisho, wakicheza na Stella Abidjan kutokea nchini Ivory Coast. Niko naye Yusuf hapa. Yusuf, mambo niaje? Ah, mambo anaenda vizuri, namshukuru Mungu. Uko poa? Niko vizuri kabisa. Habari za masomo? Ah, ni nzuri, tunapambana nazo, mambo yanakwenda au sio bana? Ya Wekundu wa Msimbazi Simba wako South Africa na kama ambavyo tunafahamu e, wako pale lakini mawazo kwa baadhi ya mashabiki yakiwa hasi lakini pia wengine wakiwa na imani kwamba wanakwenda kufuzu wakiwa ugenini. E, tafsiri ya hiki ambacho kipo kwenye mawazo ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba ni ya namna gani? Ya kwanza, uh, najaribu kuwaelewa baadhi ya mashabiki ambao ni kama wanakosa imani kwa sababu ujue kwa asilimia kubwa hivi sasa mashabiki wengi sana, sio tu Tanzania, sio tu duniani, asilimia kubwa sana wanajua mpira so wanajua njia za kufanya ukashinda, lakini namna gani ambayo pia unaweza ukawa na wakati mgumu kwenye kushinda. Iko hivyo, lakini ninachoamini uh, binafsi ni miongoni mwa wale ambao naamini kwamba Simba anaweza kwenda kubadilisha kile ambacho wengi wanakifikiria, kwa maana ya wale wenye eh, mawazo negative lakini Uh, namna gani sasa ambavyo wanaweza wakawa na huo uwezo wa kwenda kubadilisha hicho ambacho wengi wanakitamani kitokee. Kwanza wanaingia kwenye mchezo ambao wakiwa na faida bao moja kwa wamecheza nyumbani, lakini na kitu ambacho kinawarudisha nyuma ama kinachowafikirisha watu wengi ni kutokana na ile imani ambayo tumeijenga mpira wetu wa Afrika kwamba timu tiu mwenyeji huwa na asilimia kubwa sana ya kwenda kupata matokeo. Of course iko hivyo, lakini je, yeah. Namna gani ambavyo timu bora inaweza ika inapata matokeo kwenye uwanja wote. Mfano mzuri Mamelodi Sundowns ametoa sare uwanja wake nyumbani, sio? Lakini sasa yes, ametoa suru na National Hall, moja kati ya timu ambayo imekuwa na wakati mzuri sana kwenye michuano ya kimataifa. Lakini tazama siku ya jana namna ambavyo alicheza kwa discipline kubwa, akaweza kutumia madaraja ya wachezaji ambao uko nao kuweza kudhibitisha kwamba yeye ni timu ya namna gani. Kwa kiasi kikubwa aliweza kufanikiwa. Mbali na kuwa yeye ndo alitanguliwa lakini baadaye alirudi, eh, hey, kwa maana kupata ile gola ugenini lilimpa faida ya kwenda kwenye tuna wafuata kwangu. Mimi nafikiri Simba anaingia kwenye mchezo, yani, akiwa na faida, kwanza ana bao moja. Approach ya kwanza ambayo anapaswa kuingia nayo ni kumheshimu mpinzani, yaani mbali na kuwa kwamba wachezaji gani ambao umewachagua wanaoendana na mechi husika, lakini kwanza ni nidhamu ya kiuchezaji, kwa sababu naamini timu ikikosa nidhamu, kuna asilimia kubwa sana ya kuadhibiwa na Simba imewahi kuwatokea kwa nyakati kadhaa. Utakumbuka mechi dhidi ya Jwaneng Galaxy iliwahi kutokea hiyo, kwa maana ukilinganisha kwa madaraja bado Simba alionekana kuwa bora, lakini kwa sababu hakuwa na nidhamu ya kiuchezaji iliweza kulazimisha kupoteza mchezo. Ndivyo ambavyo anapaswa kuingia kwenye mchezo. Of course matarajio yamekuwa ni mengi, matarajio yamekuwa ni makubwa kwa viongozi wa Simba, lakini pia hata baadhi ya mashabiki, lakini wanapaswa sasa kuthibitisha kwa kweli kuna namna ambayo wanatamani kutoka kwenye stage moja kwenda kwenye stage nyingine, na mimi binafsi naamini inawezekana kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wamekuwa nao kwa sababu tazama, asilimia kubwa ya wachezaji ambao Simba iko nao, of course sio makubwa sana barani Afrika kwa majina, yani kitu gani ambacho wamekukifanya? Lakini tazama namna ambavyo kocha aliweza kuwatengenezea muunganiko ambao umekuja kuzaa matunda ambayo hakuna ambaye alitarajia. Inawezekana Simba tumekuwa tukilaumu kuisha kwenye hatua ya robo finali chono ya kafu lakini kafu confederation, lakini mara hii tutamdiscuss Fadlu Davids kama miongoni mwa makocha ambao wamekupita, kwa maana miaka ijayo tutamdiscuss kama miongoni mwa makocha bora, kwa sababu amevunja ule mwiko ama ile historia ambayo imekuwekwa na makocha ambao wamepita kwa hivi karibuni. Kwa hiyo Simba anapaswa kuingana tahadhari kubwa, na naamini inawezekana, kwa sababu kwanza Stellenbosch ukitazama, of course sio timu ambayo inacheza ikiwa inazuia, ni timu ambayo pia na madaraja wachezaji ambao anaeza wakaa tayari kwenye kupishana, kwa maana nitashambulia utashambulia, nitazuia utazuia, ndivyo ambavyo timu ile iko hivyo. Lakini ili uweze kudhibitisha kwamba ni bora zaidi yao, kwanza gani ambavyo unacheza na nyakati dakika natano kipindi cha kwanza, kitu gani ambacho umekivunaman, kwa asilimia ngapi umefanikiwa kuwa mchezoni, na maanisha kubaki mchezoni kwanza kupata eh, ile end product ya end product ya kile ambacho umekiandaa kwenye uwanja wa mazoezi kutoka kwa wachezaji ambao tayari umekubaliana ume kitu gani cha kufanya. Uh, na naamini miongoni mwa timu ambao msimu huu ina wachezaji wasikivu sana ni klabu ya Simba. Wachezaji asilimia kubwa sana wamekuwa kicheza kwenye mbinu eh, za mwalimu kwa maana uh, wanacheza sana mbali na jitihada ambazo wanazionyesha, lakini wanaishi sana kwenye matakwa ya mwalimu. Ndio maana Simba imefanikiwa kubadilisha kila ambacho wengi walikuwa wakitarajii kwa hivi karibuni. Kwa hiyo tunaenda kwenye hii mechi Simba akiwa na faida bao moja, lakini anapaswa kuingana tahadhari kwa sababu miongoni mwa taifa ambazo zimekuwa na wakati mzuri kwenye michuano msimu ni South Africa. Tazama uh, jana Orlando pale kisi anatoka, lakini Mama Rodi amekwenda. Kwa hiyo tayari Stellenbosch nao watahitaji kuweza uh, kupishana na Simba na faida ambayo wako nayo, wako uwanja nyumbani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanajua mazingira vizuri kuliko Simba japokuwa kwa Simba ukitazama msimu ime mechi pekee ambazo zimefungwa ikiwa uh, kwa msimu huu kwa maana michuano ya kimataifa ni mbili tu, mechi zote zingine zote zilikuwa na wakati mzuri, hasa wakiwa uwanja ugenini dhidi ya CS uh, Sfaxien, Constantine FC, Bravos zile akiwa na wakati mzuri. Kwa hiyo ni timu ambayo imejenga imani ya kupata matokeo kwenye uwanja wote bila kujali mazingira ama aina mpinzani ambaye anakutana naye. Yes, tunaingia kwenye mchezo huu wekundu wa Msimbazi, Simba e, mchezo uliopitwa mchezaji ambaye alitajwa sana na wale wa mpira wa mashabiki e, na hata viongozi e, tunaona hata rais wa heshima wekundu wa Msimbazi, Simba wa tajiri Mohammed Dewji alikuja pia kuomba na Simba kuhusiana naye Jean Charles e, alicha kufunga e, katika mchezo wa awali e, lakini pia e, zigo la lawama lilimwangukia kutokana na kukosa nafasi ya dhahabu dakika za mwisho. Nafasi yake ni ipi kuelekea mchezo wa siku ya kesho? Uh, nafasi yake ni kubwa kwa sababu atahitaji kwanza kuweza, uh, kushusha ile pressure, ama kurudisha ile imani ambayo ni kama ilipotea kwenye mchezo uliopita, na of course, Simba nawaelewa kwanini walilaumu, kwa sababu tayari walikuwa wanahitaji kitu zaidi, kwa maana mabao mengi zaidi yalile ambalo walipata. Ukirudi kwenye mechi ya Simba dhidi ya Almasi, kuna nafasi moja adhabu sana Shomali Kapombe alipoteza. Lakini kwa nini haikuzungumzwa? Kwa sababu tayari Simba alivuka kwenda kwenye hatua ambayo ilikuwa inafuata. Si? Lakini imagine mechi ingetamatika na Simba ametolewa. Tungeanza kurudi kwa sababu kwenye kila mchezo ama kwa asilimia kubwa sana soka letu la Afrika lazima tumtafute mchawi, tumpate. Ndivyo ambavyo imekuwa. Kwa hiyo amekutwa Janchez wa, kwa sababu walikuwa wanatamani kupata mabao zaidi ya moja, lakini isivyo bahati walipata kwa maana kama isinge kule nafasi bado, Simba alikuwa anashinda bao moja kwa kitu kizuri. Kwanza tupongeze jitihada za jancha za wa ambazo alizionyesha kwenye ule mchezo, aina hata bao ambao anafunga. Of course amekuwa na wakati mzuri kwenye ligi akifunga ina mabao yake, lakini anafunga kwenye mechi kubwa, mechi ambayo e, mashabiki wanahitaji kuona uwezo wake, wanahitaji ile end product ya kila alichonacho, na ni miongoni mwa wachezaji ambao naamini wamesaidia sana Simba kufikia kwenye hatua ambayo wako. Kwa nini? Kwa sababu uh, Tukija kwenye sayansi ya football, yani tukiutazama mpira jinsi ulivyo sheria na kanuni, inawezekana Jan Chaezawa akapaswa kuwa na goli 12 kwenye ligi. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini kiungo mshambuliaji nafasi yake akiwa uwanjani kwanza ni kutengeneza nafasi. Lakini kufunga na kuja ni ziada. Jan Chaezawa ana, ana mabao 12 lakini pia ana assist kama 7 sikose. Maana yake amevuka kwenye ile hatua ya kumtaja kama mchezaji wa kawaida anavaa majukumu ya wachezaji wengine kwenye kati ambazo utamuhitaji majukumu ya kufunga. Mara nyingi kwenye mpira tunaamini anayepaswa kufunga kwa asilimia kubwa, ama ambaye anapewa kipaumbele ni striker. Kwa maana e, yule namba tisa ambaye anasimama kwa ajili ya kuweza kutumia zile nafasi ambazo vingu washambuliaji wanazitumia ama zile krosi ambazo zitakuwa zinapigwa asilimia kubwa sana huwa tunamtazama kama striker miongoni mwa wachezaji ambao wanapaswa kudhibitisha hilo daraja. Lakini tazama Jan Chaza wa amekuja uh, ameweza kuyavaa majukumu ya striker, ameweza kuyavaa majukumu ya kiungo mtengeneza nafasi, na amefanikiwa, anafunga na nafasi anatengeneza. Maana yake ni mchezaji ambaye hapaswi kuchukuliwa kwenye daraja la kawaida. Shida ambayo ipo ni kwamba watu wanataka kulinganisha mchezaji huyu na mchezaji mwingine, kwamba kile ambacho kimewahi kutokea, basi tuishi kwenye kile ambacho huyo mchezaji amewahi kukifanya.